"Uzalendo ni kutunza mazingira, tushiriki kupanda miti", hiyo ndio kauli mbiu ambayo inaakisi e, siku hii muhimu ya kuzaliwa kwa Mheshimiwa Rais e, Dr. Samia Suluhu Hassan. Na sisi kama Halmashauri ya Jiji la Dar es Salaam, ukituongoza Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya katika zoezi la kupanda miti tumeshiriki kikamilifu e, tukishirikiana na shule ya sekondari Jangwani na kama ulivyoshuhudia watoto wanafunzi wa shule hii wamejitokeza kwa umoja kwa bashasha na furaha katika kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika zoezi hili la upandaji miti. Mheshimiwa mgeni rasmi, takwimu zimeshatolewa na wataalamu, lakini lengo letu ni kuhakikisha tunapanda miti zaidi ya milioni moja kwa mwaka. Lakini si hivyo Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam mipango yetu ya ndani kama ambavyo umekuwa ukiendelea kutusisitiza kwamba eneo la mazingira ni lazima tuliangalie kwa jicho la karibu, kwa sababu mazingira moja ni uhai, lakini mbili ni uchumi. Tumeendelea kufanya hivyo ili kuhakikisha mwelekeo huo ambao umetuelekeza tunautekeleza ipasavyo. Katika kutekeleza hilo, mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam tayari tumepitisha, hii ni kama ajenda ya kudumu kwenye vikao vyetu na utekelezaji wake ni kwamba tumeanzisha shule ambazo zitakuwa ni eco-friendly school na zinaratibiwa na maafisa elimu sekondari na msingi, lakini wakiongozwa na e, mkuu wa kitengo cha mazingira, lakini upande wa pili mkuu wa kitengo cha usafi na, na, na usafishaji. Lengo ni kuhakikisha kwamba mazingira yetu kwenye shule zetu, lakini katika kufundisha watoto wetu tunawawekea kitu ambacho kitakuwa endelevu katika eneo la kutunza mazingira. Mheshimiwa mgeni rasmi, nichukue nafasi hii kukushukuru kwa kuitikia eh, mwito wetu kushiriki nasisi, na sisi kutuongoza tukishirikiana na Mheshimiwa Rais katika zoezi hili adhimu ambalo linafanyika eh, ndani ya Halmashauri ya Jiji la Dar es Salaam.